Hapo niendelea nilipoishia, unaofanya research eh, e, ndio ndo, unasema kwamba mtu labda unatumia unatumia yai labda e, Google unaweza tafuta ta, mtu yoyote ambaye anafuga mbwa e, ukaenda uka, ukapokea uka, uka, madini madini yule jamaa una, unamuuliza una una, bwana mbwa huyu vipi? Mbwa huyu vipi? Mfano unakuta e, mtu anafuga mbwa hapo, Let's say yeah, unataka kufuga ujui, au wewe mwenyewe kufuga natakufuga German Shepherd lakini sasa ujui tabia zao eh, lazima uingie ufanye research kuhusu eh ujue eh, kwamba huyu mbwa nataka nimfuge eh, ana tabia moja kwa mfano, hapa umeona kichotokea hapa kwa ule chiwela eh. Roti mwana dominant chini yake. Eh. Yeah. Ametaka kumvuruga mbwa hapa mbele yako na umeona. Na umeshuhudia. Na umeshuhudia. Mm, ume ujui. Eh. Yeah. Unamfuga kwa kuna kamboko nyingine na kana shughuli iko kana shughuli hiyo na kuaje na eh. Research ni muhimu. Ne, ni muhimu sana. Research ni muhimu sana. Yaani jitahidi sana kabla hujaanza kufuga mbwa. Ingia mm, zako mtandaoni, yeah. tafuta elimu ya mbwa, tafuta ni kila aina ya mbwa unataka. Tafuta data zake. Eh, ujue data zake ziko vipi? na uzuri kwamba eh, kina sisi sisi tupo eh, sisi hapa tuna account yetu, unaweza ukatufuatilia pale. Tunatoa kila siku stories zetu, kila siku tunatoa la nilio mafunzo ya mbwa. Hapo ushajua sasa eh, nimeshajua mimi bwana, nataka nifuge let's say malinois. Yeah. Ninachofuata ni nini? Ah bwana, kinachofuata bwana ndio ni banda ambalo mm, nataka ambao mbwa, yule mbwa ambao unataka kumnunua ataishi. Atakaa hapo. Eh, banda lako liwe zuri. Ndio. Liwe strong ndio, na inategemeana aina ya mbwa ndio kama umeamua kumchukua labda tuseme pitbull, ndio pitbull bora, labda utengeneze banda lako zuri tu la chuma, sio kama ile hapa ya nyuma yangu kama unavyoiona, hilo la mbao eh, maana ule baraza kidogo. So kama akifika umri fulani, anaweza kufanyaje, akavunje. Au au pia pitbull wanaleta tabia ya kung'ata, wanang'ata ng'ata mbao, kwa hiyo mbao sio strong, kwa hiyo ng'ata zaza zikaisha, zikaisha afu, lakini ukitanyeleo kitengeza la chuma kidogo itakuwa nzuri, inakuwa nzuri. Kwa mfano sasa, kama wanataka kufuga malinois Yaani, kwa maneno hapo banda, ukishajua ina mbwa ndio unajua ina gani ya banda. Yeye kwa mabanda ya mbao, mbwa gani sustain kwenye banda ya mbao? kama ukivifuga hivi viumbo vya nilii hivi manunu Eh wanaweza kukaa, ila kuna wengine ambao ni majandi kidogo, hawawezi hawawezi, watakusumbua nabdisha, watakusumbua watakusumbua. S sasa tushapata bandari yetu tayari, ndio ndio, tunaenda kwenye nini hapo. Kinachofuata unaangalia sasa, katika familia yangu, je, ni mimi au ni wote ambao unapenda unapenda nini He, napenda mbwa ndio. E, ni mimi au au wote? Kama upo peke yakojitahidi sana kuwashawishi hao. Kwa shawisha, familia yako awapende huyo mbwa. E, e yani, itakuwa vibaya sana ni peke yako mbwa unapenda mbwa, wengine hawapendi mbwa eh. E, inakuwa sio nzuri. Sasa inabidi e, ujitahidi ku socialize familia na huyo na mbwa ambaye utakayofanya umemnunua wote tuwe tunapenda mbwa e, e, kwa nini? Kwa sababu ndio yale mambo bwana kabadilika kazuru ka, ka, ka, familia kujikuta, e peke yako unapenda na kingine mbwa. Akitaka ishi vizuri, apendwe na mama mwenye nyumba, kwa sababu wewe mwanaume huwezi kukaa na, e, na mbwa nyumba, e, e, nyumbani anayeshinda na mbwa nyumbani ni mama ama kijana. E, e, sasa kama mbwa wako apendwi na familia Ina maana anateseka. Atateseka, atateseka sana. Sasa tushagundua kwamba kuna katika mfano tumeweza familia kwa mfano tume tume wote wanapenda mbwa. Kinachofuata sasa hapa nafikiri sasa tuanze kuangalia hapo, unabidi uangalie ujifunze kuhusu chanjo. Chanjo zao zinaenda vipi, magonjwa, life cycle ya mbwa inakuwa vipi? Kwa mfano kuna kama kuna chanjo za pavo, kuna chanjo ya kichaa, labda kwa mfano kuna kuna magonjwa ya mbwa kwa, kuna mbwa akutaa minyoo. Umeona yeah. kuna kuna kitu kinaitwa kuna benji wa mbwa. Wewe, abidi ujifunze upate uwe na elimu ya kuhusu magonjwa ambayo yanashambulia mbwa mm, na chanjo mm, kwa ujumla za mbwa zote abidi zilipojifahamu. Kwa nini? Kwa sababu wewe umeamua kuchukua na mnyama uishi naye ndani. Eh, eh, kwa hiyo inabidi ujifunze kuhusu kuhusu na afya yake. Na afya yake. Kila kitu eh, kinachotokea ni kwa ajili yako wewe. Sawa sawa. Ukiona hivi inabidi yaani, wewe chapu. Eh. Mfano unajua sababu akiwa mdogo eh kabisa na miezi mitatu. Eh. Chini ya miezi mitatu anakuwa na chanjo zake hizo tatu, ambayo ya kwanza akishatimiza mwezi mmoja apewe chanjo, anapewa chanjo mwezi wa pili, ambayo hiyo inakuwa ni pavu ndio, eh, eh. mitatu wazima mbwa sasa. Kama hujui, unajikuta unafuga mbwa umweki chanjo eh shanga wako anashambuliwa uelewi. Afikisha miezi mingapi? Minne mitatu, anakufa. Kila nikifuga, kuna chanjo za mbwa nafikiri binadamu sasa hivi bwana. Bana, Hapo ni kwenye chakula chakula kuhakikisha eh, je, unanua eh, mbwa chakula cha mbwa unakitoa wapi? Wapi ni ujue sehemu ambapo mbwa anapata wapi, iweza kuna kucha eza kuna sima machinjioni ndio e, au kuna au zile biskuti, ujue biskuti zinapatikana wapi na bei zao unabidi ujue e, uje eh, eh, unaweza kumudu gharama utamlisha eh, ni nini eh? So kuna baadhi ya watu unajua anafuga mbwa alafu anachukua ndoa anapeka hoteli

kijana kumbe, nia ni mkubwa eh, lakini sisi sisi kama miaka miwili, lakini sisi tutajua hali halisi ya jambo, tutakuja kuonyesha siku hiyo mwenyewe. Hapo ni chakula tu, ni chakula na kumtunza, kumkea eh. Yaani e mbwa akionyesha dalili chapu e, una unakuwa chapu kwa haraka, yaani kwenye kunanili kumtibia kum. Mfano mbwa akiakeza dalili yoyote ambayo uielewi kwa mbwa, mara mbwa kapoa e, mbwa hali e, inabidi uwe chapu kwa haraka kumtibia kumtibia e, e, basi chelewa anza kumpoteza kwa hiyo nafikiri hapo tumeshapata na msosi, tunachoa kwa mangi tunacho fala e. Ni nini hapo cha pita kuzingatia, bwana, ni mabakuli ya mbwa asile kwenye ndoo, asile kwenye ndoo, suma dumdumu, suma nini eh. Mbwa j wana, wana, wana, wana vyombo vyao special vinauzwa vinauzwa sasa, vyombo vyao special. Usafi, kuzingatia usafi wa mabanda, mabanda na mbwa wenyewe mm. na mbwa wenyewe, mbwa wana aga naogab mbwa anaoga kama kawaida, kama unavyooga naye aoge mwenye anaoga na banda sehemu mbwa amekunya, ukijiona hivyo vitu tunavyosema hapa mm, huwezi kufanya eh, kufuga mbwa bado kwa sababu mbwa huyu bwana ni mnyama mm, ni kama sisi, ni kama vile ambavyo umeamua kuishi eh, na ndugu yako nyumbani na mbwa mbwa pende atakulipa nyumbanikuishina mbwande. kuna kingine labda hapo kingine nadhani zote nimeviongelea. Kingine ni sasa tunakuwa utafute breeder mzuri akuuzie mbwa. Eh. Shauri pia. Eh. Na hivi, na hivi, na hivi, Bwana, sa... wako, na hivi. Pigwa unakaja na mbwa kwa bei huwezi kupigwa dalali hapa na hela mengi. Sasa tushapata mbwa wetu tumeshamweka ndani, tunamfuga, tunaishi naye maisha ya kawaida. Sasa ndugu yangu, tunahama kwenye hii topiki ndio, yeah. tunahamia kwenye topiki nyingine ambayo